Bwana, mambo vipi? Lolo, Mr. Ramsey Decoration kama alivyoonyesha mwanzo na site ambayo mwanzo alituma video yake kwenye channel yake ya YouTube kwamba atakuja kuifanyia renovate nyumba ndio hapa. Ameshaanza kuvunja vunja, jamani, wadau. Ameshavunja. Hii ndio hatua ya kwanza tunaanza nayo kwa sasa. Tukifika hatua inayofuata sasa ndio tutaanza kuonyesha mikato ambayo tukiwa tumeshajenga

Kwa hiyo nadhani hadi kesho tunaanza kuotesha zile kuta zetu ambazo tumeplani zioteshwe kwenye hii nyumba.